Mliambiwa someni someni, mkakataa. Matokeo yake mama enu anaendesha paso hiyo. Aliambiwa soma, yupo kwenye paso. Lakini nayo gari, unajua tusizarau, tusi e, gari unaendaka supermarket, unanunua nini hiyo? Hapo ukienda supermarket unanunua nini? Hello, how are you? Bwana kwema? Mambo vipi? Bwana, nataka jo, nataka air fresh nzuri. Kuna air fresh inaitwa Papo, unaijua? Yeah, njoo mtoto unaelekeze. Umeolewa wewe? Bado. Hujaolewa? Yeah. Mtu amana kabisa, ndugu yangu. Ah ah. Hizi hapa Papo. Njoo eh, sa mtoto njoo tuulizane hapa. Wewe sio hujaolewa. Uko single. Mfano ndo bwana wako anakuja ghetto. Bwana wako anakuja ghetto. Yeah. Leo unamwambia bwana anakuja, unamwekea hapa testi ladhi kwapi? ladha hii hapa k hmm? Oh, mme wako anapenda mambo ya pinki pikipiki nini, utakuwa motivated, utakuwa motivated. Haya, hiyo bwana wako akija, mchepuku akija, katika hizi unamwekea ipi? Maana lazima harufu ile tofauti <laughs> mchepuku akija, mchepuku unapulizia sana. Haya, nasikiaje? Unakuwa na bwana wako na mchepuku halafu na yule ambaye sponsor. Sponsor, unamwekea hii au ah, ah, mbaba unamwekea hii yeah. <laughs> kwa hiyo una watu watatu watatu. Jembe langu la akili unalo, unampenda viungo vitatu kwaona mwene hela mpenzi afu na ule wa kawaida wa kupa show mtu maana. Jamani, hii zinaitwa Papo Air Fresh, mzione ukiingia kwenye supermarket mwambie nataka air fresh za Papo zinanukia sana, zinakaa zaidi ya siku mbili ndani ya nyumba. Ngoja afu yes, na nyumba ona, mmepulizia mwe naisikia eh. Yes, yes. Eh, sikia harufu ya supermarket inavyonukia vizuri, inaitwa Papo. Asante. Hizi shilingi ngapi? 5. Ah mtoto, umeona supermarket yetu hii, ni ya VVVIP supermarket. call me this, simu jako expensive life. Hola, mmeambiwa. <laughs> Someni, someni mkakataa matokeo yake mamaenu anaendesha paso hiyo. Aliambiwa soma yupo kwenye Paso, lakini nayo gari unajua, tusi, tusizarau e, gari unaendaka supermarket, unanunua nini? Hii hapo, ukienda supermarket, unanunua nini? Hello, how are you? e bwana kwema? Mambo vipi? Bwana nataka o nataka air fresh nzuri <mama> kuna air fresh inaitwa Papo unaijua? <mama> <mama> jo, mtoto unaelekeze, umeolewa wewe? bado hujaolewa mtu wa maana kabisa, ndugu yangu, hizi hapa papo. Eh, njoo sa, mtoto, njoo tuulizane hapa. Ssima ujaolewa? Mm huko. -hmm. Singo mfano ndo bwana wako anakuja geto mm -hmm. Bwanako anakuja geto, geto. leo unawambia, bwana anakuja, unamwekea hapa testi. Ladhi kwapi? <inaudible> ladhi hapa kwa mmewako -hmm. anapenda mambo ya pikipiki nini motivated. Haya, hiyo bwana wako akija mchepuko akija kati yetu unamwekea ipi? Maana lazima harufu ile tofauti. Mchepuko akija. Mchepuko kama atwela sana. Mm. Pia yep. Hapa. Mchepuko na pulizia hii. Haya, nasikia nyinyi unakuwa na nyimu, bwana wako na mchepuko afu na yule ambaye sponsor. Okay. Sponsor unamwekea hii. Mbaba. Eh. Mbaba. Um, au ah, hii. Pia hapa. Ah, mbaba unamwekea hii. <laughs> Kwa hiyo una watu watatu. Sasa jembe rafu rafiki una unalo unampenda. Yeah. Una, una ini kuna backup. Mh. Mm. Viungo vitatu. Viungo vitatu eh. Koona, mwenye hela. Mpenzi. Mp mpenzi, afu na wale wa kawaida yeah, kupa show. Ah. Yeah. <laughs> Mtu wa maana jamani, hii zinaitwa Papo Air Fresh. Mziona. Ukiingia kwenye supermarket, mwambie nataka Air Fresh za Papo. Zinanukia sana. Zinakaa zaidi ya siku mbili ndani ya nyumba. Ngoja afu, yeah, na nyimbo mmepulizia mwe. Naisikia eh. Mpulizia. Eh. Usikia harufu ya supermarket inavyonukia vizuri. Inaitwa Papo. Asante. Hizi shingapi? Ah! Mtoto, umeona supermarket yetu hii. Ni ya VVVIP supermarket. Call me! Disimu jako expensive life. Hala!